Inachosema mambo haya matatu muhimu sana: subira, mshikamano wetu uendelea, kutawakali kwa Mwenyezi. Sisi katika safari hii, tutakapofika, tutakapomhitaji yeyote katika nyinyi kupata rai yake, kupata fikira zake, hekima yake, tutamwita. Tukiwahitajia wachache kati yenu tutawaita. Tukiwahitajia mmoja mmoja pia tutawaita lakini msifikiri kwamba tumenyamaza kimya, tumetulia. Eh, mjue kwamba tumo katika kazi, na kazi hii tumeianza. Ndio maana tukataka hizi ripoti. Huu ni mchele, tunakwenda kupika pilau. Huu <laughs> ni mchele, tunakwenda, lakini mjue kwamba Hatujapoa, hatutopoa mpaka inshaallah tufike safari yetu, mpaka haki ya wazanzibari na nchi yao tuitie mkononi, mpaka haki ya wazanzibari na nchi yao tuitie. Kuna mwenye wasiwasi na hilo? Tunaiweza safari hiyo, tuko tayari kwa safari hiyo tuko pamoja kwa safari hiyo. Lazima tufike pahala tuseme sasa, basi sasa. Sasa imetosha sasa, imetosha hatutosimama, mpaka safari yetu, inshallah tuifike. Zanzibar wanaoitaka wazanzibari tuitie. kuna mwenye wasiwasi wasi na hilo? Kuna ambaye anasema kwamba mimi simo? Tuko pamoja, tuko pamoja.